Namna gani unaweza kujitofautisha na washindani wako sokoni kwenye kitu kile kile kile, biashara ile ile, industry ile ile, na vitu vitatu ambavyo huwa vinatofautisha wafanyabiashara kwenye industry hiyo, hivi vitu vitatu inabidi uchague kimoja. Kuna kitu kinaitwa fast, alafu kuna kitu kinaitwa quality, alafu kuna kitu kinaitwa cheap. Unaamua biashara yako uuze product cheap, wewe unakuwa ni chimbo la watu, watu ambao wanataka vitu bora lakini kwa bei nafuu. Ukiwa chimbo kuna watu ambao wako psychological kabisa hapa duniani, wao wanataka tu vitu vya bei nafuu ya chini. Kwa hiyo hawa watu ndo unakuwa chimbo lao. Kuna mtu ambaye ni beta, yeye kitu anajali ni quality. Ukiwa unauza vitu vyako, unajiposition kwamba wewe hapo unauza vitu quality tu, vitu sijui vya chipu utaki, wewe unauza vitu quality. Kwa hiyo watu wote wanaohitaji vitu quality watakuwa ni chimbo lao. Alafu kitu cha mwisho ni fast. Kuna watu wanahitaji huduma zao haraka, kwa mfano watu wanafanya fast food, ama vitu ambavyo unaangalia kabisa wenzangu wote wanatumia labda masaa matatu kudeliva huduma ambayo tunaiuza wote, wewe hakikisha na deliva lisali moja. Hii ndo njia pekee ambayo ita kutofautisha na wenzako. Wale watu ambao wanahitaji fast, wewe ndo wewe ndo utakuwa chimbo lao. Kitu kitakacho kutofautisha ni vitu vitatu, kama unauza vitu kwa bei nafuu watu unakuwa chimbo lao, watu wa bei nafuu tu, na unabidi ukubali kuwapoteza wengine. Hawa wawili, unaweza kusema mimi nauza vitu original na quality. Sijali bei, inaweza ikawa ni bei kubwa, bei ya kutisha, lakini mimi kwangu ni original. Lazima ukubali kumpoteza mtu wa cheap. Alafu kuna mtu wa fast. Wenzako wote wanafanya kwamba kwa sisi hapa ni masaa matatu, kwa sababu ni quality. Wewe ujali quality, hujali cheap. Wewe unachojali ni fast. Mtu anayetaka vitu vya haraka watakuja kwako. Kwa hiyo kwa wala kwa umejitofautisha. Na ukichagua aina moja inabidi ukubali kupoteza wa, wateja wa aina nyingine. Hiyo ndio inatokea. So hiyo inakutofautisha sokoni. Kwa mfano hapa, mimi kwetu, ukija kwangu, mimi nimejidentify kama mtu ambaye nitakupa kitu bora na uhakika. Kwa mfano, sikusajili tu kampuni. Sikusaidii tu kupata usajili. Sikusaidii tu kuanza biashara yako kwa kukupa kozi ambayo haieleweki. Kozi yangu ambayo nitakupa ni kozi quality ambayo imeandika kila kitu, imeshiba yani. Kupitia kozi yangu inaitwa The First 100 Customers, ile kozi Ukipitia kila kitu kuhusiana na biashara kiko pale. Kitu cha pili kuhusiana na kusajili, usikupe makaratasi ya usajili. Makaratasi kila mtu anaweza. Kuna watu wanasajilia huko hapo mtaani, wanasajilia bei zao, watafute, wanakusajilia wanakupa makaratasi. Lakini kama unataka kusimamisha biashara, kampuni isimame na vitu viende, upate ufahamu mzuri ambao unaweza kuwa nao, uka, ukaishi nao maisha yako yote na kuweza kuwa impact watoto wako, generation inayokuja, hapa ndio sehemu sahihi.